Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bismillahi rahmani rahim, alhamdulilah rabi lalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sal llahu alayhi wa sallam. Kwa majina naitwa ustadhi Zaidi Tambwe, ni naibu imamu wa masjidi Mufti Isa Shabani Simba Majengo, Shinyanga, lakini pia ni miongoni mwa walimu wa madrasa Madarasatu Mufti Isa Shabani Simba hapa hapa Shinyanga. E, nimefurahi kupata ugeni mkubwa wa ndugu zetu wa Alburhani Online TV kutoka Mwanza kutembelea katika mkoa wetu wa Shinyanga na hatimaye hapa Masjidi Mufti Isa Shabani Simba. Tunawakaribisha sana, tumefurahi kuwapokea e, mimi hasa chimbuko la jina hili la Skymaster, mimi ni tuseme ni mkurugenzi wa chaneli yetu ya masidi Mufti Issa Shabani Simba. Mimi ndio naisimamia chaneli hiyo, na ilianza tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano chaneli yetu imeanza, na jina hili lilipewa na uga kima wa kimataifa wa Shadhili News kuna ndugu e, zetu wa masjidi Shadhili Dar es Salaam Kariakoo kwenye grupu la WhatsApp la Shadhili, wao ndio walinipa jina la Skymaster kutokana na, na uharaka na umahiri wa kutuma habari katika magrupu mbalimbali mbali ya WhatsApp ya Kiislamu na magrupu takriban themanini na mengi nimeungwa moja kwa moja bila mimi kuulizwa, kwa sababu ya kupata habari hususa za kanda ya ziwa. Kwa hiyo grupu la Shadhili ndio linipa jina la Skymaster mpaka leo. Kweli nilijisikia faraja sana, kwa sababu ukiona watu wanakupa jina zuri, ujue kuna jambo zuri umelifanya. Hawezi kupa jina zuri watu kwa jambo baya unaolifanya. Naamini kazi inayofanya ya kutuma habari imesababisha iwapendezeshe watu wafurahi, na nimepewa jina hili na watu wazito, mashehe zangu, maulama wakubwa, kwa hiyo walifurahika au wanafaidika na habari ninazozitoa kutoka maeneo mbalimbali ya ndani ya Shinyanga na nje ya Shinyanga. Aa, <coughs> mimi chakula ninachokipendelea sana ni e, cha kawaida tu chakula cha kawaida tu ugali <coughs> wali chapati mkate. Basi na mavazi, na zamani mimi walikuwa kinaita shekitoko hapa Shinyanga, sababu zamani nilikuwa navaa suruali na shati alafu nachomekea, napandisha tumboni hapa, nikapewa jina la shekitoko, yaani shee kutoka Kongo <laughs> na kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Ujiji, Kigoma. Kwa hiyo zamani kabla sija ujana ujana ule bado nilikuwa navalia suruali tumboni, wakaniita shehe kitoko, lakini sasa hivi vazi langu kubwa ni kanzu mm. Ah, changamoto zipo, lakini mimi mara nyingi sana huwa sio mtu wa kukata tamaa katika mambo ya kheri. Changamoto zipo na ukizingatia chaneli zetu hizi za dini hazina viewers wengi, haina subscribers wengi kwa mara nyingi sana unaingia sana mfukoni kununua bando na kuandaa matukio kuyatuma, ndio changamoto hizo, lakini hazisababishi sababu, tunajua tunafanya jambo la kheri. Unapotoa unapotoa habari kawafikia watu ya kheri, tunatanguliza kupata ajira kutoka kwa Allah subhanahu wa Ta'ala. Ama maslahi mengine ya kidunia ni vitu vya kawaida tu. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua namna gani anaweza akakusaidia, lakini changamoto wazipo lakini hazikatishi tamaa kwa sababu tunafanya kazi ya kheri. Na mke mmoja na watoto sita, na mke mmoja na watoto sita na, ni mtu ambaye niko karibu sana na familia yangu kuhakikisha watoto wangu wanakwenda wana, wana madrasa walioko hapa Shinyanga wanakwenda madrasa na hata ambao waliokwenda kupata elimu ya juu pia nilihakikisha wanaondoka hapa wana elimu ya, ya msingi ya dini, alhamdulillah hilo nashukuru Mungu watoto wangu wote. Kwa hiyo mimi najali sana watoto wangu wapate ch chakula kizuri walale pazuri, lakini pia wasome dini na sekula. Kwa hiyo najali sana upande huo na alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Tabia ya mtu huwa inasomwa na watu mi mwenyewe naweza nikajiona labda niko vizuri, kumbe kwenye jamii wananiona siko vizuri. Lakini kama umefikia asilimia kubwa tabia mbaya, utajua tu, lazima jamii ita itakunyoshia vidole sana. Lakini ukiona jamii haikunyoshia vidole, basi tabia yako ipo ipo kati na kati, sababu binadamu hakuna lokamilika. Hakuna lokamilika kwa kweli kijamii nahisi mimi kwa asilimia nusu kwa nusu, mimi ni binadamu e, niko vizuri na yale madhaifu mengine nafikiri ni ya kawaida, ambayo jamii inazunguka wananivumilia, wana e, wananivumilia, lakini mimi siwezi kusema so asilimia mia kwamba niko vizuri, kwa sababu mii ni binadamu na kila binadamu ana hakukamilika na mapungufu yake, na haya mapungufu pengine wewe huwezi kuyajua, lakini jamii naikuzunguka wanajua uh. sina kumbukumbu kumbu, sina kumbukumbu kumbu. kama labda nishapata msukusuko mkubwa kwenye jamii alafu nika nikadondoka alafu nikanyanyuka, sina kumbukumbu kumbu hiyo. Naamini katika maisha yangu na zaidi ya miaka takriban arobaini, niko hapa Shinyanga na shughuli zangu ni hizi za dini. Kwa kweli siwee kupambana na changamoto kubwa ambazo labda nilijikwafu, baadaye nikasimama. Namshukuru Mungu kwa hilo, labda sijui, uko mbele ya safari, lakini mpaka sasa hivi sijakutana na changamoto hizo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nasema haya kwa unyenyekevu mkubwa ndani ya msikiti huu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vitu viwili. Kwanza namshukuru kwa afya alonipa ikianzia na afya alhamdulillah. Tangu nimepata akili, tangu nimepata akili mpaka umri huu sijawahi kulazwa hospitali kwamba ninaumwa, nimelazwa hospitali. Namshukuru Mungu, la kwanza. Lakini sijawahi kuwekwa lock up katika maisha yangu, lock up, hata, hata magereza lock up, hata kituo cha polisi tukuwekwa rumande, sijawahi mpaka umri huu na hata kusimama kizimbani sijawi kusimama kizimbani kwa umri huu, namshukuru Allah kwa hilo. Umzaya kwa kibri na Mwenyezi Mwenyezi Mungu aendelee kunilinda mpaka mwisho maisha. E, kwanza, e, that, wangu, waomba, <coughs> wa maisha yangu kwanza, nashukuru kwa swali hilo kwa dhati kabisa ndani ya moyo wangu, nawaomba Watanzania wenzangu ambao ni waislamu na wasiokuwa Waislamu, nchi hii ni ya kwetu sote. Mpaka hapa tulipofikia, tumepita vipindi vingi sana vya uongozi tangu tumepata uhuru hadi leo, na hatujawahi kuvuruga amani yetu kipindi chote tangu tumepata uhuru hadi leo. Sasa Tusithubutu, tusithubutu kabisa kufanya jambo lolote ambalo litakayoharibu amani ya nchi yetu. Mimi kama nilivyokuambia, nimezaliwa Ujiji, Kigoma ni mkwamba, hupo jirani na nchi ambazo zina changamoto ya amani. Tunaona jinsi watu wanavyoingia katika nchi yetu, madhila wanayoyapata, shida wanazozipata za kupotelewa na ndugu zao kwa kuuawa au kwa madhila yote kutokana na kukosekana kwa amani. Tuilinde amani yetu, sisi hatuna pa kukimbilia, tumezungukwa na nchi zenye changamoto. Kuna si, tukipata changamoto basi hatuna pa kwenda, tutamalizikia hapa hapa. Kwa hiyo, halahala ndugu zangu, kwa Tanzania wenzangu, tulinde amani yetu. Kuwa na imani ya chama chako haukatazwi Ikifika wakati wa uchaguzi nenda kachague kiongozi anayemtaka, lakini tusivuruge amani yetu ya nchi yetu. <coughs> Mwisho, napenda kuishukuru chaneli yetu ya Alburhani online online TV eh, chini ya mkurugenzi mkuru wake Sheikh Nasir. Kwa kweli mmetupa heshima kubwa sana kuja mkoa wetu wa Shinyanga na kufanya ziara ya kuangalia harakati mbalimbali mbali za dini. Naamini mmestafidi sana mkoa wetu huu, alhamdulillah. Kuna mambo mengi nadhani mmeyaona, mmetembelea msikiti wetu mpya wa Istikama, mmekutana mashekhe mbalimbali eh, na hatimaye mmekuja hapa Masjidi Mufti Simba. Tunakushukuruni sana kwa sababu mmekuja, hamkutaka malipo yoyote, hamkutaka malipo yoyote, mmekuja lillahi taala kufanya kazi ya dini katika mkoa wetu wa Shinyanga. Mwenyezi Mungu akulipeni na aimarishe chaneli yetu ya Alburhani Online TV izidi kuchana anga zote za dunia. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, karibuni tena Shinyanga kwa mambo mengine ya kheri inshaallah.